Kuna watu wameangalia wanataka kupata mamlaka kwa njia zisizofaa na wameona njia zote zimefungika, wamejaribu kutembea, wameona kila pahali imekataa, na sasa wanataka nchi yetu imwage damu. Wengine wametutangazia vita, na kanisa, tusipojitokeza kuombea nchi yetu na ku unga mkono rais wetu na kama viongozi kusimama kidete na kukemea na kukashifu wale ambao wanataka kuleta vita katika nchi yetu ya Kenya, nchi yetu itaangamia. Kwa hivyo, nawaomba wote, sote tuungane pamoja, na ni kwamba wale ambao walikuwa walitangulia katika uongozi, kuna watu ambao hawakutaka maendeleo yaende kokote, na haswa wale ambao waliadhirika sana ni sisi watu wa magharibi Ilikuwa maneno ya kipango ya Magharibi, wanapinga, wanatuambia nyinyi hamuna shares, lakini rais William Ruto na kinara wetu wa ODM Raila Amolo Odinga walileta na kuunganisha nchi yetu kwa pamoja, na kwa mara ya kwanza hata mimi mwenyewe pali nimekaa nimeona kuna mwangaza, ndugu zangu, kuna mwangaza. Tumekaa na hawa viongozi chini ya spika wetu Moses Masika Wetangula, mtaanza kuona maendeleo na maajabu yakitendeka katika mkoa wetu wa Magharibi. Na mimi ile nitawaomba nitumshikilie rais wetu William Samoei Ruto, tumfurahie tumpende, ndio pia yeye, tukienda kwake tukimwambia tunataka vitu namna hii analeta haraka, si namna hiyo?